na kwa wazazi wake halali kabisa na wafahamu. Nafahamu jambo la hekima ni kumrudisha Junior kwa wazazi wake wa halali basi. Ndugu yangu, swala litaniwia ugumu kidogo mwukweli, mchanga, kwa sababu kusema ukweli nimemzuia sana Junior. Nimemlea tangu alipokuwa mchanga mpaka hapa alipofikia, kwa hiyo itakuwa vigumu kwenda kumkabidhi kwa wazazi wake. Labda nijipe muda kidogo nilitafakari liswala kwa kina. Baba Junior, umemzoea sana lakini hiki ambacho kimefanyika ni zurumakumbuka kwa hiyo jambo la busara kukaa chini na wazazi wake na Junior na kueleza kila kitu, na baada ya hapo imani ara mojamoja ukajane hapa nyumbani ukacheza naye kama ilivyo ada, hata Junior. Lakini pia pietam... kwa sababu ya balezi yako umemlea tokea akiwa mchanga mpaka pale alipofikia sasa hivi. Kwa hiyo hata wazazi wake zi... hii itamsaidia, ghafla ukahamisha malezi na akaenda kulelewa na mzazi mwingine. Lazima jambo la busara ndugu yangu cha kufanya cha kufanya ya kwenda kwa wazazi wake kuzungumza nao na kumkabidhi mtoto wao. Safi sana, nimefurahi kwa kuwa umekubali ushauri wangu. Hmm, najua inaniino, tuvumilie uhalisia na uhalisia huwa um, lakini kit